Je, unajua kwamba katika nchi ya Marekani, jimbo ambalo utakuja kufundisha ama kufanya kazi ya ualimu litaamua kwa kiasi kikubwa ni kiasi gani cha mshahara utapokea. Um, nchini Marekani walimu wanalipwa kutokana na uzoefu wao. Kwa hiyo ukija na miaka mitano ya uzoefu wa kazi, basi utalipwa mshahara kutokana na, uh, uzoefu wako, lakini walimu wawili wenye uzoefu sawa labda wa miaka mitano wanapoenda kufundisha majimbo mawili tofauti, lazima kuna mmoja atamzidi mwenzake mshahara. Kuna sababu tatu za msingi ambazo zinapelekea kuwa na tofauti kubwa. Kwanza ni hiyo bajeti ya jimbo husika, pili ni mahitaji ya eneo ambalo umekwenda, na tatu hapa tunazungumzia gharama za maisha za eneo husika ambalo umekwenda kufundisha. Kwa hiyo unapofanya uchaguzi wa kuja Marekani kama mwalimu, inabidi pia uzingatie ni jimbo gani utaenda kufundisha, kwa sababu litaamua ni mshahara gani utakwenda kupokea. Sasa siku ya leo nimekuja na majimbo kumi ambayo yanalipa vizuri zaidi Marekani kwa mwaka huu hapa wa elfu mbili na ishirini na tano nitataja list ya kila jimbo na kukuonyesha ni kiasi gani utapokea kwa mwaka. Mshahara ulioko pale ni mshahara wa mwaka. Katika listi hii nitaanza na jimbo la kumi la tisa mpaka la kwanza, ikimaanisha kwamba jimbo la kumi ni lile ambalo linalipa kidogo, na jimbo la kwanza ni lile ambalo linalipa vizuri zaidi. Nafasi ya kumi imeshikwa na Alaska. Alaska ni jimbo ambalo linatoa mshahara wa wastan wa dola za kimarekani 76371 kwa mwaka. Pesa hizi ni sawa na shilingi za kitanzania milioni 201,237,585. Jimbo hili lina vivutio vingi vya kitalii. Kwa watu ambao wanapenda mazingira, basi jimbo hili lina maeneo mazuri sana ya kupendeza. Lakini changamoto ya jimbo la Alaska ni gharama za maisha, kwa sababu ni eneo la mbali kidogo, basi linapelekea uh, ubebaji wa vitu na upelekaji wa vitu katika eneo hilo kuwa changamoto. Lakini jambo lingine ni baridi kali, kwa kuwa jimbo hili liko milimani, basi kuna baridi kali sana na vipindi vya baridi waga ni virefu zaidi kuliko majimbo mengine. Kwa hiyo kama changamoto kwako sio baridi sana, jimbo hili linaweza likakufaa. Ni jimbo zuri, lina maeneo mazuri ya kuvutia mazingira. Wapenda mazingira watavutiwa sana na jimbo hili, na gharama za maisha kama nilivyosema, ziko juu kidogo, na hii imetokana na upatikanaji wa vitu katika eneo hili. Nafasi ya tisa imeshikwa na jimbo la Rhode Island. Jimbo hili la Rhode Island huwapa walimu mshahara wa wastani wa dola za Kimarekani 79,289 kwa mwaka. Pesa hizi tukizileta katika hela za kitanzania ni sawa na shilingi milioni mia mbili na nane laki tisa elfu 26,515. Jimbo hili la Rhode Island nalo ni jimbo zuri na lina maeneo mazuri ya kuvutia. Na kwa watu ambao wanapenda maeneo ya pwani, basi jimbo hili litawafaa kwa sababu lina maeneo mazuri ya pwani na pia lina nyumba na za kihistoria zilizo katika mji wa Newport. Na gharama za maisha katika jimbo hili ni za wastani. Kuna maeneo ambayo yana gharama za juu, lakini maeneo mengi yana gharama za wastani kwa hiyo kwa walimu ambao wangependa maeneo ya pwani jimbo hili lingewafaa pia. Katika nafasi ya nane tuna jimbo la Maryland. Maryland inatoa mshahara wa wastani wa dola za kimarekani elfu sabini na tisa mia nne ishirini uh, pesa hizi ni sawa na pesa za kitanzania milioni mia mbili na tisa laki mbili elfu sabini na moja na mia saba Katika jimbo la Maryland ina mchanganyiko wa maisha. Kuna maisha ya mjini na maisha ya pwani. Kwa hiyo mtu ambaye anapenda maisha ya mjini kuna miji kama Baltimore, kule kuna kumechangamka zaidi kuliko miji mingine ambayo iko Maryland. Kwa hiyo kwa hiyo, kama mtu anapenda maisha ya mjini basi kuna miji ya kwenda, lakini pia kama unapenda maisha ya pwani, Maryland inakupa fursa zote hizi mbili na gharama za maisha pia zinato, zinatofautiana na maeneo ambayo utaishi. Kama ukiishi maeneo ya mijini gharama zitakuwa kubwa, lakini kama ukienda maeneo ambayo sio miji mikubwa basi kuna gharama nafuu zaidi za maisha. Na pia uzuri wa jimbo hili liko karibu na jimbo la Washington DC. Uh, kama unapenda kuwa karibu na makao makuu ya nchi basi jimbo la Maryland ni litakufaa zaidi tuende nafasi ya saba. Nafasi ya saba imeshikwa na jimbo la New Jersey. New Jersey wanalipa walimu wastani wa mshahara wa dola za Kimarekani elfu themanini na moja mia moja na mbili kwa mwaka. Pesa hizi ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni mia mbili kumi na tatu laki saba na elfu tatu mia saba sabini. Jimbo la New Jersey linajulikana kwa pwani zake nzuri na pia linajulikana kwa ukaribu wake na majiji makubwa kama New York na Philadelphia. Kwa hiyo maisha huku nayo yanatofautiana na maeneo utakayokwenda kuishi. Maeneo ya mijini utakuwa na gharama kubwa, lakini maeneo ambayo sio miji iliyochangamka sana, basi kutakuwa kuna unafuu mkubwa. New Jersey kuna maeneo mazuri sana ya kupendeza na ni chaguo bora kwa walimu wengi. Watu wengi wanapenda kwenda New Jersey kwa sababu gharama zake sio kubwa sana kama New York, lakini pia ni eneo ambalo linakupa nafasi ya kwenda ya miji mikubwa ikiwa unahitaji kwenda, kwa sababu ni eneo ambalo liko karibu na miji mikubwa kama nilivyotaja ya New York ama Philadelphia. Nafasi ya sita imeshikwa na Connecticut. Connecticut nayo ni jimbo ambalo linalipa mshahara mzuri. Kwa wastani walimu wanapokea mshahara wa dola za Kimarekani elfu themanini na tatu na mia nne kwa mwaka. Pesa hizi ukizileta katika hela za kitanzania ni sawa na shilingi milioni mia mbili kumi na tisa laki saba elfu hamsini na tisa. Connecticut inajulikana pia kwa miji yake ya kihistoria kama vile New England ambako ni mahali pazuri kwa watu kutembelea, watalii kutembelea katika vivutio mbalimbali katika miji hii. Jimbo hili pia lina baadhi ya shule na vyuo vikuu bora zaidi duniani. Kwa hiyo japokuwa kuna gharama za maisha za juu, lakini kuna fursa nyingi ambazo unaweza ukazipata katika jiji hili. Nafasi ya tano tuna District of Columbia. District of Columbia hii ni Washington DC. Kirefu cha neno DC ndo District of Columbia, kwao ni Washington District of Columbia. Kwa mwaka walimu hupokea wawastani wa dola za Kimarekani elfu themanini na nne mia nane na themanini na mbili ambazo pesa hizi ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni mia mbili ishirini na tatu laki sita elfu sitini na nne na sabini. Uzuri wa Washington DC ni kivutio kikubwa cha kihistoria, kitamaduni, siasa na makumbusho mbalimbali ya kihistoria yako katika eneo hili. Kwa wale ambao wanapenda maisha ya mjini na maisha ambayo ni ya haraka haraka, au maisha ya matukio matukio makubwa makubwa ya kitaifa DC ni sehemu ambapo pana mambo haya yote. Kwenye nafasi ya nne tuna Washington State. Washington State inatoa mshahara wa wastani wa dola za Kimarekani 86,444 kwa mwaka. Pesa hizi ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 228,728,540 kwa mwaka. Washington State inajulikana kwa uzuri wake wa asili. Kuna maeneo mengi ya hifadhi za kitaifa, kuna hifadhi ya taifa, ya kitaifa ya Olympic, lakini pia kuna mlima ambao unaitwa mlima Rainier. Haya ni maeneo ambayo watu wengi wanapenda kutembelea kwa sababu yana vivutio vizuri vya mazingira. Pia kuna miji kama Seattle, miji mikubwa ambayo ndo kitovu cha teknolojia na utamaduni katika jiji hili japokuwa maeneo haya yana gharama kubwa za kimaisha, lakini kuna maeneo mengi ambayo gharama zake ni nafuu. Maeneo ambayo sio ya miji mikubwa mikubwa ni chaguo zuri pia kwa walimu ambao wanapenda miji mikubwa, lakini pia walimu ambao wanapenda fursa nyingine pia. Nafasi na ya tatu tuna Massachusetts. Massachusetts inatoa mshahara wa wastani wa dola za Kimarekani elfu tisini na mbili mia tatu na saba kwa mwaka kwa walimu wake. Pesa hizi ni sawa na pesa za kitanzania shilingi milioni mia mbili arobaini na tatu laki mbili elfu ishirini na nane na na mia tisa arobaini na tano kwa mwaka. Massachusetts inajulikana kwa taasisi za kielimu za kiwango cha juu duniani kuna vyo vikuu vikubwa katika jimbo hili lakini pia kuna miji mikubwa ambayo inajulikana kama vile Boston, miji ya vivutio vya kitamaduni ambapo watu wengi kwa mwaka wanatembelea maeneo haya. Gharama za maisha pia huku ni za juu sana, lakini unaweza ukachagua miji ambayo sio mikubwa na kukaa na gharama nafuu kidogo za kimaisha. Kwenye nafasi ya pili tuna New York jiji hili la New York linatoa wastani wa dola za Kimarekani elfu tisini na mbili mia sita tisini na sita kwa walimu wake kwa mwaka. Aa, pesa hii ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni mia mbili arobaini na nne laki mbili hamsini na tatu na mia tisa sitini kwa mwaka New York City, Uh, ni eneo ambayo watu wengi wanapenda kutembelea kwa sababu ya maeneo mengi ya kuvutia, lakini jambo moja ambalo wanapaswa kujua, jiji hili lina gharama sana ya maisha. Lakini kuna maeneo ambayo yanaitwa Upstate New York, maeneo haya kidogo yana unafuu, lakini kwa ujumla ni jiji ambalo pia japokuwa linatoa mshahara mzuri sana, gharama za maisha pia hapa ni za juu sana. sasa tuende katika nafasi ya kwanza nafasi ya kwanza inashikwa na jiji la california jiji la california linaongoza katika nchi ya marekani kwa kulipa mshahara mkubwa zaidi kwa walimu kwa mwaka walimu hupokea wastani wa mshahara wa dola za kimarekani 95160 pesa hizi ni sawa na shilingi za kitanzania milioni 250 laki 7 elfu 46 na mia 6 California ni jiji ambalo lina vivutio vingi sana vya kitalii kama sehemu ya Hollywood. Pia kuna majiji kama Los Angeles and San Francisco ambayo majiji haya yanatoa mishahara mikubwa sana kwa walimu wake. Lakini pia gharama za maisha katika jiji hili ni za juu sana. Japokuwa kuna miji midogo ambayo unaweza kwenda kufundisha, kukawa na gharama kidogo nafuu. Lakini watu wengi wanaenjoy jiji hili kwa sababu ya maeneo haya aliyoyataja kama vile Hollywood, Silicon Valley ama maeneo ambayo yako katika jiji la Los Angeles na San Francisco. Maeneo haya yana vivutio vingi vya kitalii, lakini pia kuna fursa nyingi katika jiji hili, na pia kuna matamasha mengi yanafanyika ya, ya kitamaduni, muziki, filamu na maeneo mengi ya burudani. Kwa hiyo watu wanaopenda maeneo ambayo limechangamka, maeneo ya mijini, maeneo ambayo yana uh, sehemu nyingi za starehe katika jiji hili basi wataenjoy. Na hayo ndiyo majimbo kumi ambayo yanaongoza kulipa mshahara mikubwa zaidi kwa walimu katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kabla ujaja kwa fursa ya kufundisha nchini Marekani, unaweza ukafanya utafiti kujua ni wapi unaweza kwenda na kwa nini.